Yoyote aliyeongezeka kutoka katika uwepo wako au aliyeongezeka kutokana na uwepo wako wewe mwenyewe, huyo ndiye aliye wa uzao wako, ikimaanisha ndiye aliye uzao wako na hili ni pumziko kutoka kwa Pasta Andy Gunyu, linazungumza kuhusu uzao sehemu ya kumi na tano. Ndio, yoyote au chochote kilicho ongezeka kutokana au kutoka katika uwepo wako wewe mwenyewe, hicho au huyo ndiye aliye wa uzao wako wewe mwenyewe, pasipo kujalisha ametoka katika uwepo wako wewe kwa jina lipi, kwa jinsi ipi, kwa mwonekano upi mwonekano, bali kwa yeye kutoka katika uwepo wako wewe kwa jina na jinsi yoyote ile, huyo ndiye aliye wa uzao wako wewe ikimaanisha kwamba huyo ndiye aliye uzao wa pumziko lako wewe, wa mamlaka yako wewe, aliyetoka kwako wewe mwenyewe. ametoka katika viuno vyako, uwepo wa viuno vyako ni uzao wako, ni uzao wa viuno vyako. Ametoka katika tumbo lako, ni uzao wa tumbo lako kwa jina husika. Ametoka katika uwepo wa mbegu zako wewe bado ni uzao wa mbegu yako wewe ametoka katika nyama yako bado ni uzao wa nyama yako wewe mwenyewe ametoka katika jasho lako ni uzao wa jasho lako wewe mwenyewe ni uzao wa uwepo wa jasho lako wewe mwenyewe. Ametoka kutoka katika ujuzi wako wewe, ni uzao wa ujuzi wako wewe, ni uzao wa uwepo wa ujuzi wako wewe. Ametoka katika taaluma, uwepo wa taaluma yako wewe, huyo ni uzao wataaluma yako wewe ametoka katika uwepo wa upendo wako wewe, ametoka katika uwepo wa huruma yako wewe, ametoka katika uwepo wa kila jinsi ya ulivyo popote pale ulipo. Kwa neno moja kwamba yoyote aliyeongezeka kutoka katika uwepo wako wewe, kwa jina lolote lile, kwa jinsi yoyote ile ya kila kuonekana kwako wewe, huyo ndiye aliye wa uzao wako wewe mwenyewe, ikimaanisha huyo ndiye aliye wa pumziko la uwepo wako wewe, huyo ndiye aliye wa pumziko la mamla, wa mamlaka yako wewe, huyo ndiye aliye wa mapenzi ya uwepo wako wewe, kwa kuwa huyo au hicho ndicho kilichotoka kwako wewe, na hicho ndicho ni wewe, unaishi mapenzi yako unaishi mamlaka yako katika jinsi yake na jina lake kwa kuonekana kwake, na huyo ni ndiye wewe ambaye unaishi katika jinsi yake na jina lake kwa kuonekana kwake na kufanya popote pale ulipo vyote vimeongezeka kutoka kwako, kwa kila jinsi ya jina ya wewe, kwa kuitwa kwako, kwa kila jinsi wewe ulivyo, kila kitu uwepo wa chochote katika kila jina moja kimetoka kwako wewe, kimeongezeka kutoka katika uwepo wako wewe. Ni mtoto huyo, ni mzazi huyo, ni taifa hilo, ni dini hiyo, ni dhehebu hiyo ni utajiri huo ni mafanikio hilo ni dunia hiyo ni mbingu ni arka enyu ni chochote katika jinsi ya jina mboya kimeto kimeongezeka kutoka kwako wewe mwenyewe uliopo popote pale katika kila jinsi na jina ulilonalo kwa muonekano wako, huyo ametoka katika nyama yako na mfupa wako, amekuwa ni mume wako, amekuwa ni mke wako huyo ametoka katika viuno vyako, amekuwa ni mtoto wako, amekuwa ni mzazi wako, amekuwa katika kila jinsi ya wewe ulivyo. Huyo ametoka katika tumbo lako, amekuwa ni mtoto wako, amekuwa ni mama yako, amekuwa katika kila jinsi ya jina na kuitwa kwake. Huyo ametoka katika desturi yako huyo ametoka katika tamaduni zako, amekuwa wa kabila lako, amekuwa wa taifa lako, amekuwa wa dhehebu lako, amekuwa wa jinsi hiyo katika jina la uwepo huo wa tamaduni, desturi, ujuzi, taaluma na kila jinsi ya wewe hapo kwa jina la kuitwa kwako na kufanya katika ulimwengu wote, chochote kilichoongezeka na kuketi mahali popote pale kimeongezeka kutokana au kutoka katika uwepo wako wewe mwenyewe, na hicho popote pale kilipo kuwa ni kile kilichotoka katika uwepo wako, ikimaanisha kwamba ni mapenzi yako, ni pumziko lako, ni uwepo wako, ni mamlaka yako, yanaishi katika jinsi na jina la kuonekana kwake kwa kila kimoja, kwa kila mmoja, kwa jinsi na jina lake. Nini maana yake? Ni kwamba unachokiona kimezaliwa au kimeongezeka kutoka katika uwepo wako nacho kuwa ni kilichozaliwa na wewe kwa kuwa kimeongezeka kutoka katika uwepo wako wa jina husika, kwa jina husika, iwe ni kwenye viuno vyako, iwe ni katika mbegu zako, iwe ni katika neno lako, iwe ni katika kila jinsi yoyote ile kufanya chochote katika kila jinsi na jina moja la muonekano moja wake, wake yeye yoyote yule kuwa ni uzao wako wewe ikimaanisha kuwa ni uwepo wako wewe ukiishi mapenzi yako, ukiishi pumziko lako katika jinsi na jina ya kuonekana kwake. Kwa hiyo yeyote, chochote kilichoongezeka kilicho kuzunguka kwa kuongezeka kwake kwako, iwe ni taifa hilo, iwe ni dhehebu hilo, iwe ni mzazi huyo, iwe ni mtoto huyo, iwe ni mume huyo, iwe ni mke huyo, iwe ni dini hiyo, ni dhehebu hilo, ni uwepo huo wa jina lolote kwa kuitwa kwake, iwe ni anga gonyo, iwe ni mbingu, iwe ni dunia, iwe ni chochote katika jina moja jinsi moja mwonekano mmoja, kwa kuongezeka kwake kwako wewe mwenyewe, na kuketi mahali popote pale katika jinsi na jina lake moja, sawa sawa na muonekano wake, hicho ndicho kilicho ni uzao wako wewe mwenyewe kilichozaliwa kutoka kwako wewe mwenyewe kwa jinsi na jina husika, kwa jinsi na jina husika. Ndio maana kitazama katika kuandikwa kwake kimtazama, Adamu hakuambiwa na yoyote kwamba katika mbavu yake atatolewa nani ni yani, katika uwepo wa mbavu yake itatolewa nani. Lakini cha kushangaza, mwanamke alipoongezeka, yeye hakumtazama mwanamke kama ni mbavu yake aliyetolewa katika mbavu yake, bali alimtazama mwanamke akiwa ni ametoka katika nyama na mfupa wake yeye ikimaanisha mwanamke ameongezeka kutoka katika nyama yake na mbavu yake na mfupa wake yeye Adamu, kwa kutamka kwake naye huyo mwanamke kuwa ni uzao wa Adamu. ikimaanisha mwanamke kuwa ni nyama na mfupa wa Adamu katika mapenzi ya kuishi kwake, kwa jina na mwonekano wa mwanamke huo, ni mfano katika kuandikwa kwake jinsi uzao wako ulivyo jinsi uzao wako wa pumziko lako ulivyo na kufanya ulipo, haupo kutafuta uzao wako, upo unaishi na uzao wako, kwa kuwa chochote kilichokuzunguka ndicho kilicho cha uzao wako na kwa kuwa unaishi na uzao wako, maana yake kwamba unaishi utawala wako wewe. Na kwa kuwa ulipo unaishi utawala wako, moja kwa moja unaitwa unaishi pumziko la utawala wako, unaishi mapenzi yako Ndio maana hili ni pumziko, maana yake unaishi mapenzi yako, unatawala mapenzi yako, unaishi uzao wako, unaishi katika uzao wako, ikimaanisha mapenzi ya uwepo wako uzao wako ndio mapenzi ya uwepo wako, na jinsi chochote kilichopo ambacho ndicho uzao wako, ndio mapenzi ya uwepo wako, ndio utawala wako unaishi, ndio mapenzi yako yanaishi ishi, ndio pumziko lako linaishi ishi, ndio mamlaka yako yanaishi, ikimaanisha, ikimaanisha chochote kile kilichopo ndio uwepo wako unaishi katika jinsi na jina la mwonekano wa kuonekana kwake kwa jina lake. Haijalishi ni nini, haijalishi kiko wapi, haijalishi kinaonekana vipi, lakini uwepo wa chochote katika jinsi na jina lolote ni uzao wako, ikimaanisha ni uwepo wako unaishi katika jinsi na jina husika na kuniko wake. Kama huyo ameongezeka kutoka katika viuno vyako wewe na kuitwa huyo mtoto unayemtazama jinsi alivyo huyo, ni viuno vyako, ni kiuno chako kinaishi katika jinsi na muonekano wa jina lake huyo mtoto unayemwona akiwa ametoka katika mfupa na nyama yako, akiwa ametoka katika tumbo lake, tumbo lako. Huyo unayemwona ni tumbo lako wewe, linaishi katika jinsi na mwonekano wa jina lake. Huyo unayemtazama kwa hayo ndiyo mapenzi yako yanaishi Ndio, popote pale ulipo unao walio wa uzao wako wewe mwenyewe, na wote wanaishi mapenzi yako wewe ya jinsi ulivyo hapo sasa hivi wote wanaishi mapenzi ya jinsi ulivyo wewe hapo sasa hivi, kwa kuwa kila mmoja kwa jina moja la kuitwa kwake, kila kimoja kwa jina moja la kuitwa kwake kimeongeza kutoka kwako wewe, kwenye neno lako, kwenye kinywa chako, kwenye nyama yako, kwenye damu yako, kwenye kiuno chako, kwenye mbegu yako, kwenye tamaduni yako, kwenye ujuzi wako, kwenye ufahamu wako kwenye elimu yako kwenye kila jinsi ya wewe ulivyo hapo popote pale ulipo, nacho kimekuwa naye, amekuwa ni uzao wako, unaishi mapenzi yake, ni uzao wako, unaishi mapenzi yako ya jinsi hivyo hivyo wewe ulivyo, kwani yoyote chochote ni mapenzi yako, ni wewe jinsi ulivyo hivyo, ni mapenzi yako, ni wewe jinsi ulivyo hivyo, unaishi mapenzi yako, unaishi utawala wako katika kila jinsi na katika kila jina la kuitwa kwake, na huyo ndiyo jina lako, ndiyo kila jina lako la kuitwa kwako, ndiyo kila jinsi yako ya jinsi wewe ulivyo, unatawala unaishi mapenzi yako, unaishi utawala wako unaishi mamlaka yako hivyo ulivyo hapo sasa hivi. Basi huyo aliye kusukuka chochote unachokitazama yoyote yule katika jinsi ya kumtazama kwake ni wewe, unaishi mapenzi yako, unaishi pumziko lako, unaishi mamlaka yako katika jinsi na jina la muonekano wake katika kila jinsi na jina la kuonekana kwake, kwani vyote ni uzao wako kwa kuongezeka kwake kutoka kwako wewe, popote pale ulipo katika kila jinsi na katika kila mwonekano wa ulivyo basi leo hii inaishia hapa, sehemu hii ya kumi na tano. Usikose sehemu ya kumi na sita wiki ijayo. Basi hapa nilipo, ninakupatia pumziko lako la uzao wako. Pokea pumziko la uzao wako, uzao wa viuno vyako, uzao wa tumbo lako, uzao wa kinywa chako, uzao wa damu yako, uzao wa taifa lako, uzao wa kijiji chako, uzao wa ndoa yako, uzao wa wanaume wako, uzao wa wanamke wako, uzao wa sura yako, uzao wa taaluma yako, uzao wa ujuzi wako, uzao wa uwepo wako popote pale ulipo, ninakupa pumziko hili, ninakuachilia mapenzi haya, ninakuachilia pumziko la uzao wako popote pale ulipo. Pokea pumziko hili, pokea kila pumziko la jinsi ya uzao wa uwepo wako popote pale ulipo, na furaha na raha ya jinsi ya uzao wako wewe mwenyewe ulipo popote pale, ulivyo popote pale, katika jinsi yoyote ile, inaachilia hapo ulipo, iwe pamoja nawe. Pokea pumziko hili na furaha na raha ya wewe kuwa na walio wa uzao wako wewe mwenyewe kwa kuongezeka kwa kuongezeka kwao kutoka katika uwepo wako wewe. Uzao huu mapenzi hayo, pumziko hili nimekupatia hapo ulipo. Pokea pumziko hili na liwe kwako popote pale ulipo.